Uh, mambo makubwa ameyafanya. Jambo la kwanza ambalo sisi kama vijana wa mkoa wa Geita tunajivunia na Dkt Samia Suluhu Hassan ni utulivu wa amani ya nchi yetu. Hilo kwa muda wa miaka minne ameakisha Dkt Samia Suluhu Hassan. Nchi yetu imeendelea kuwa ya amani na yenye utulivu, lakini pia tumeshuhudia miradi ya afya miradi ya elimu, uwezeshaji wa vijana kiuchumi, miradi ya barabara. Tumeshuhudia kazi kubwa ambayo ameifanya Mheshimiwa rais kwenye mkoa wetu wa Geita. Hayo yote aliyoyafanya kwenye mkoa wa Geita ndio kiburi cha vijana wote hao unaoona wamejitokeza kwa wingi kumpokea kipenzi chao Chifu Wangaya. Umati huu wa vijana wa mkoa wa Geita ni ishara ya kwamba vijana wa mkoa wa Geita wanampenda Dkt Samia Suluhu Hassan, wanamwamini Dkt Samia Suluhu Hassan na wako tayari tarehe ishirini na tisa kwenda kupiga kura na wako tayari tarehe ishirini na tisa kujitokeza kwenye vituo vya kupigia kura na sio mambo mengine. Sisi, mwandishi wa habari nikwambie, sisi kwetu tarehe ishirini na tisa hatuna maandamano kwenye mkoa wa Geita. Maandamano pekee ni kujitokeza kwenda kupiga kura za wingi wa Dkt. Samia Suluhu Hassan, na kama watu walikuwa wanatuhamasisha maandamano maandamano ambayo tutakayafanya vijana wa mkoa wa Geita ni kwenda kuandamana kwenye, kwenye maboksi na kumpigia kura Dkt. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo sisi hatuna mashaka. Wale watu ambao walikuwa wana hofu na mapenzi ya Daktari Samia suluhu Hassan juu ya vijana wa Kitanzania hasa mkoa na wilaya ya Geita. Nadhani salamu wameipata, vijana wa Geita wanampenda mama. Na hii kazi sisi vijana wa Geita hatujaianza leo, tuna wiki nzima tunatembeza picha ya Daktari Samia suluhu Hassan kwenye kata hamsini za wilaya ya Geita. Mama tunampenda, tunamkaribisha sana, na wana, watanzania na wananchi wote wameona umati wa watu hawa na umati wa vijana kwa namna ambavyo wamejitokeza, hicho kivunia. kuna, kuna pesa zinazotoka kwa ajili ya vijana na zimetapakaa kila idara, kila sehemu, kila mkoa, kila wilaya, zipo na vijana wanachukua, na kwa hiyo sisi ndio maana leo tuko hapa kwa wingi kusherekea katika siku yetu hii nzuri.